Jina anaitwa Lucy Gabriel, ni mjumbe wa nyumba kumi, mtaa wa Reli. Nimeletewa mashtaka kwamba kuna mtoto ananyanyasika kwa majirani. Tulienda tukamwonya tangu kipindi ana mimba, si tukasema labda kwa sababu ya hiyo mimba, ngoja tumwacha akijifungua, labda atajirekebisha. Basi tukamwacha, lakini mtoto bado alikuwa na ananyanyasika, lakini sio kivile basi baadaye hapo mama alivyojifungua tukaona kitendo kinaendelea vile vile, basi ndio tukaungana wajumbe, tukaja tukamchukua tukamleta kwenye baraza. Kwenye baraza sasa ndo hivyo tuko tuna mwoji amekiri kwamba mtoto kweli anajinyea anakula, lakini kipindi nilivyokuwa nimemuoji kama mjumbe, nikamwambia, basi mtoto huu anaonywa, unamchapa kama kidogo tu ili aache lakini sasa hivi anasema kwamba mimi nimeruhusu mtoto achapwe, akikosa achapwe. Sio kweli eh, mimi sio mjinga kiasi hicho nimeruhusu mtoto achapwe. Mtoto kweli anakanywa, lakini sio kihivo. Mtoto ana alama mengi mgongoni, mpaka viongozi wenzangu wamesema kwamba hili hali sio ya kawaida. Kwa hiyo tu, huyu tumpeleke tu dawati. Ndo tunadiskasi hapa na wajumbe tujue tunalifanyaje, japo wamekiri wenyewe kwamba kwa kweli tumekosea. Maamuzi wetu wa mwisho tumesema tu tumweke kwenye uangalizi kwenye, kwenye dawati. Wajumbe wenzangu wamesema tumwache kwanza, tuangalie uangalizi atakavyoendelea kumwangalia mtoto, na mtoto mara nyingi anamfungia ndani, hachezi na wenzake. Sasa ndio tumemwambia sasa hivi amtoe mtoto nje, anacheza na wenzake, ili mtoto achangamke. Napatikana mtaa wa Relwe, kata Atambuka Reli. Kwa eh, jina naitwa Juma Mazengo Michael, diwani wa kata ya Tambuka Leli. Uh, nimesikitika sana kwa masikitiko makubwa kupokea jambo hili ambayo nimefika hapa mtaa wa Leli na nimekutana na wajumbe wa serikali za mitaa lakini pia na viongozi wa chama. Kwa masikitiko na tunasikitika, kuna baadhi ya familia ambayo inaishi maeneo ya reli imetengeneza mazingira ya ukatili mkubwa sana hasa mtoto mwenye miaka minne amekuwa akiadhibiwa kwa kwa adhabu moja kubwa sana ambayo amepasuliwa kifani, lakini pia zinaonekana alama mwili mzima akiwa za fimbo na tumejaribu kuwahoji, wanasema walikuwa wanamchapa na waya, na wazazi wote wawili tumewaita kama, kama serikali tumejaribu kwa hoji lakini, wanaonekana ni kwamba walikuwa wanatengeneza e, kwa kweli ukatili ambao tunaupinga kila sehemu. Tunatamani haya mambo hasa katika mkoa wa Dodoma, lakini pia kata yangu ya Tamkaleli, napinga ukatili wa namna hii na sihitaji kuona jambo kama hili. Lililotokea kwa kweli ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo tuna, tunajitahidi kuongea na jamii ili isiendelee kuwa na tabia namna hiyo ya ukatili ndani ya eneo langu e, ambapo mimi nimewasikiliza kwa makini. Unajua siku yes, zote mtu anayetenda mabaya hakubali kukubali kwa wakati huo. Wao wanasema tu kwamba walikuwa wanamwazibu. Ni mtoto ambaye walikuwa wanamuona katika mazingira ambayo ni mtundu, kwa hiyo wakawa wanajaribu kumwazibu ili kudhibiti aache utundu, lakini adhabu aliyokuwa akimpa mtoto ni adhabu kubwa sana, kwa sababu adhabu mpaka ilifikia hatua amepasuka kichwani, ameshona nyuzi, lakini pia alama za e, tumemfunua mgongoni, tunaona kuna alama mbalimbali ambayo walikuwa wakimchapa na tumejaribu kuwahoji, anasema walikuwa wanatumia waya. Mtoto ana adhabu zake, lakini sio adhabu kubwa kama hii ambao wameitumia. Kwa majina anaitwa Zamaradi Ngaunje ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa mtaa wa Leli. Nimelipata hili tukio kupitia mwalimu wa mikopo, yaani kuja kuwa anakusanya marejesho yake. Kwa hiyo ye yule mtoto alikuwa anaenda kucheza hapo, ambao watu wa mama wanakaaga kwenye hivyo vikao. Kwa hiyo ndo aliona ile hali, naye akaenda kuongea kwa mtu mwingine, huu mtaa una uongozi. Kwa hiyo yule mtu akamwambia uongozi upo, ambaye alikuwa na mjumbe mwenzetu kakaa pale na ameagiza chakula akaambia huyu ni moja ya kiongozi ndo akaambia, kuna mtoto ana changamoto moja mbili tatu. Ndo akatufata sisi kama wajumbe, ndo akatuambia, jamani kule chini kwa Mangala kuna tatizo la mtoto moja mbili tatu. Mudi naye ni mjumbe pia, ndo akatoka yeye peke yake kwenda kufanya hiyo research. Akakutana na yule mtoto, akamuuliza, umefanyaje? Akasema amia mama kanipiga. Ndo akatuletea taarifa sisi kama wajumbe, ikabidi twende eneo la tukio. Na kweli tulivyofika tulimkuta yule mtoto, alivyotuona tu, tulikuwa tumeshika kwa mamanga, akasema anataka kalanga tukampa akawa anakula. Baada ya kumaliza pale, tukamuuliza mama yuko wapi? Akasema yuko ndani. Kitendo cha mama kutoka, yule mtoto alikimbia akaenda kujificha kwenye bajaji, na sisi tukamwambia yule mama, tunamwomba na mume wako. Wakatoka wote, tukamwambia wasimame. Baada ya kusimama, yule mtoto alivyokuja, tukamwambia nenda kwa mama. Alitembea kama watu watatu akagoma kwenda, tukambembeleza sana akakataa. Baada ya kukataa, tukamwambia nenda kwa baba, alikimbia akamkumbatia babake lakini sisi baadhi ya wajumbe wote tulikuwa tukimwita yeyote anayomwita, anamfuata anamfuata, lakini aligoma kabisa kwenda kwa yule mama. Baada ya kumuuliza nani kakupiga, mimi nikamchukua ambaye mjumbe mwenzangu Mohamed aliniambia, hebu mkague. Nikamvua ile nguo, nilipomvua nikamuuliza nani kakuumiza hapa, akasema mama kanichapa huku baba kanipiga lakini wenyewe bado wakawa wanaendelea kukataa na hilo tukio. Lakini baadaye tukamtafuta balozi wao kumuuliza, akasema hii tukio sio mara ya kwanza, ina maana lilishalijirudia. Kwa hiyo balozi wakawa wanaonyana tu ile kama ujirani, ujirani lakini mtoto ndio hivyo alikuwa anazidi kuumia. Kwa hiyo baada ya hapo, ndo sisi tukawaambia tunatakiwa kuja ofisini na leo ndio tulikuwa tumekuja. Ile akasema alitibiwa kwa dokta Moto, nikabidi tumpigie simu, akakiri kuwa kweli mtoto alitibiwa kwake. Tukamuuliza alikuja na PF3, akasema hapana, hakuja na PF3 kwa sababu alisema kaumia tu mazingira ya nyumbani, lakini kwa uumiaji wa yule mtoto yeye wanasema alijigonga kwenye cheleane. Yani yule angeumia kwenye paji la uso, sio kule alipoumia. Yule mtoto ni mdogo sana. Kwa hiyo mimi kwa, kwa mtazamo wangu hao wa watu walitakiwa wapewe adhabu kali ili iwe fundisho kwa wengine. Na wamama pia tunaondoka kwenye majumba, yani tuangalie na mtoto umri unaomwacha. Yule mtoto ni mdogo sana kwa sababu huyu ana mtoto wake kabeba, hata yule bado anahitaji kubebwa lakini sasa imekuta angaliwi na baba naye, akitoka huko, yakiambiwa tu mtoto kanya pasipo kujua sababu, anashika anapiga. Kama mtoto kanya kala mavi, kwa nini asimpige yule mama ambaye kabaki na mtoto? Mshike mtoto mpige. Kwa hiyo sasa wote wamekutana baba na mama wote tu, ni hivyo hawana msimamo, na wote pia ni wanyanyasaji kwa sababu kila mtu anamtetea mwenzie. Ukimsema baba, mama anaingilia kati; ukimsema mama, baba anaingilia kati. Kwa hiyo bora wote waende huko, ili kesho iwe fundisho kwa sisi wakinamama na sisi wakinamama pia. Tunapoondoka kwenye majumba yetu tuangalie umri wa kuacha. Yani mimi hata mwanangu awe na miaka kumi, siwezi nikaondoka nikamwacha kwa mwanaume. Kwa majina anaitwa Mariam Nyirenda, ni afisa maendeleo kata ya Tambukareli. Mtoto ambaye anachapwa na wazazi wake mpaka imempelekea mtoto kuwa na majeraha, na mpaka amepasuka kwenye kichwa, ameshona. Athari inayoweza kumpata mtoto anayelelewa kwenye, maana yake tunapelekea yeye na yeye anapokuja kuwa mkubwa aweze kuwa mkatili, kwa sababu amelelewa kwenye mazingira magumu. Pia kwenye saikolojia, meona saikolojia ya akili nayo inavurugika, anaweza kuwa na uoga He, akapata uonevu wowote mwingine na asiweze kutoa taarifa kwa wahusika ili kusudi aweze kusaidika. Kwa hiyo hii inamwathiri sana kisaikolojia na pia kimwili, yale maumivu anayoyapata, yapata e, mtoto anaathirika sana. Haya matukio kutokana na elimu ambazo zimekuwa zikitolewa mashuleni, mitaani, kwenye serikali za mitaa, humo tunaendelea kutoa elimu, haya matukio yanapungua, yanapungua, yamebaki ni machache. Tunaendelea kupokea moja moja, lakini sio mengi kama hapo nyuma ilivyokuwa. Watoto wamejitambua na wana uwezo na, na wa wa kusemea changamoto zao wanazokutana nazo. Hatua inayofuata, hatua inayofuata baada ya kuweza kuwasikiliza tunahitaji kuwapeleka kwenye vyombo vya dola, ili kusudi kuweza kuweka usalama wa huyu mtoto, na wakati watakapokuwa wanashughulikiwa kule kwenye vyombo vya dola, huyu mtoto pia tutamwasilisha ustawi wa jamii, ili waone kwa hizi siku ambazo kesi itakuwa inaendelea huyu mtoto apate uhifadhi, apate malezi. Tunaendelea kutoa wito kwa kweli, wazazi, eh, majirani, watu wote kwenye jamii, tuwe ni mabalozi wa kupinga ukatili Tukiona kuna viashiria vyovyote vya ukatili, basi tutoe taarifa kunako stahiki. Tuna wajumbe serikali za mitaa, tuna mabalozi, tuna watendaji, tuna polisi pia. Yoyote yule ambaye unamwona kwamba yuko karibu, hebu toa taarifa ili aweze kulifikisha kunakostahili. Tusisubiri mpaka ukatili utokee, watoto waumie, au kina mama au kina baba waumie, ndio jambo lije lisemekane. Walewe. Mtoto mmoja nana, kwa kweli huyu mtoto kuwava ana tabia ya kujinyea na kula mavi, lakini kumwazibu aliomwazibu ni babake, sio mimi kwa hiyo kwa kutokana na hiyo adhabu, tunaona wamepewa adhabu kali, lakini tunaomba kwa serikali ya mtaa, kwa kweli hatutajirudia tena kufanya hilo kosa. Tuna akili kwa kweli, na sisi bado tuna umri mdogo wa kulea hizi familia, ndo kwanza mimi na mtoto huyu mmoja wa kulea hii familia. Kwa hiyo nilishauriwa kwamba niwe na, na mchapa huyu mtoto ndo maana ataacha tabia ya kujinyia. Kwa hiyo katika ile kumchapa ikatokea tumemchapa pakubwa. Nilikuwaga si mchapi huyu mtoto Nilikuwa namwambia amwache simchape, hapana hapana. Kwa kweli tu mimi ni binadamu pia na mapungufu, naomba kwa kweli nisamehe kwa hilo, sitorudia tena, nimekuwa funzo kwangu. Ndio ile jeraha la kichwani, ndio alipeleka hospitalini kwa kujigonga na cheleani. ndiyo alimpiga kwa kutumia tu nani, chaji ya simu. Aya, chaji ya simu alikuwa na mchapa, lakini mi nilikuwaga na mfinya. Kwa kweli nimenifundisha kulea watoto katika upendo na katika maadili yanayotakiwa na akili. Kwa kweli, sitorudia kufanya ukatili wa kijinsia kama hivi. Nitawalea watoto wangu kwa misingi mizuri na haitajirudia na nitakuwa mfano bora katika jamii. David Maswet wa hapa Dodoma kata ya Railway, maniko sabasaba, bajaji kwa, kwa, kwa sasa hivi naona mpaka mpaka jamii iliyotuzunguka inaona sio vizuri, na mi pia nimegundua sio kitendo kizuri nilichokuwa nakifanya, ni kitendo cha, cha kikatili, ila kwa muda ule nilivyokuwa nafanya, mimi nachukulia kama vile nakanya, kumbe adhabu imezi imezidi. Kwa hiyo kwa hapa na nashukuru kwanza viongozi wa, wa jamii walivyokusanyika na kutuita kwamba hili jambo sio sio zuri, na mimi mwenyewe nikaona sio nzuri kweli. Hapa na waahidi wameniongezea kitu kikubwa sana kwenye upande wa malezi na namna ya kuishi na watoto na binadamu wengine. Kwa kweli nimejifunza kwa hii kitu, na mi pia nawashukuru na kwa kunisamehe pia na kunifundisha, nimepata elimu ya kutosha. miaka minne, mtoto wa kwanza. Mama wake kwa kweli sijui yuko wapi kwa sahivi, kama miaka mitatu hatujaonanaga.